Ile ingeomba watu waache siasa ya pesa nane. Wale watu walitimuliwa na wengine tumeona wakiongea mambo haifai, lakini tunasema tungewaomba waweze kuja kwa kambu yetu, ndio tuweze kusaidia mambo mambo mambo ya development. Na ile ingine rais amefanya ile kitu inafanya ni munge, ni mambo ya wale walimu. Walimu aliandika 76,000 teachers. pia vatraisa iko kutoka 7000 saa hii iko 500. Pia pesa ya kina mama wale wazee, mtu akifikia 70 years siku hizi pesa mtu anapata ile. Ningeomba rais wa Kenya angangane mtu awe akipata pesa yake direct kwa simu. Mambo mengine rais amefanya ni mambo ya health promoters, kwa sababu tunajua zamani mambo ya health promoters watu wengi wako wanapata hela, lakini siku hizi wanapata shilingi 1500 Pia mambo mengine amefanya amefanya mambo ya housing, mambo ya industrial park, kisiko katika Embu kaunti. Kwa hivyo, naomba watu wa Kenya njoni, tusemesane kujeni, tuongee tuweze kusikilia rais wa Kenya William Ruto na deputy wake eh, William um, Profesa Abraham Kindiki ki alikuwa Tharaka Nithi, alikuwa Meru na pia kaunti zile zingine ambaye ni amulima, ya mlima na tumeona vile amepokewa. Kwanza ni mambo ya ajabu. Governor wa Nyeri ambaye ni Mutahi Kahiga ambaye alikuwa na oposi rais wa Kenya na hii serikali ndiye alikuwa anawakaribisha. Kwa hivyo ningesema hakuna kitu kama hiyo, ni vile unakuta watu wote hawezi kuwa eh, wote kwa serikali. Lakini nataka niambie vile iko hata njusi hapa eh, eh, kama Embu County ile nimetoka Mbeere South kulikuwa sawa, Runyenjes kulikuwa sawa, mali kulikuwa na matatizo kidogo, ni kwa sababu mmoja ambaye ako kwa ile mrengo ya wale wachache ambaye ni MP moja ambaye eh, ni Mukunji ndio hapo kulitokea ki, makosa kidogo, kwa sababu alienda aliingia mbele ya rais kuingia, akafanya makosa kuingia kwa mkutano na makosa. Ndiyo nasema mtu akitaka mkutano yake ni aende atengeneze mkutano yake, kwa sababu tuko nje ya demokrasia. Hata mimi kama unipendi kwako, hakuna haja ya kuja ile kitu. Ningeomba nituwe na amani, ndio county setu ndio waweze kupata ile kitu inafaa.